Haya ni maeneo ambayo yana yana vivutio vingi vya watu. Zipo na sekta zingine hizi, nimetaja tu za, za za mfano. Watu wanaohusika na masuala ya ukaguzi ukaguzi udhibiti udhibiti, wanatumia rushwa kama discount ya kumpunguzia mtu adhabu wamejipa haki ya wao kuwa vimamlaka vya kukusanya fedha binafsi ili watoe unafuu kwenye masuala yanayohusisha udhibiti. Mheshimiwa Ma waziri, wakati nakuja, nilikuwa nimepanga nije nitoe tamko la kufanyika sensa ya umiliki halali wa umiliki wa kila kitu kila mtu alichonacho, nikajua ne, nchi ilikuwa kwenye taharuki. Taharuki, ngoja nisifanye taharuki nyingine. Ningeona hiyo shughuli, wananchi wanajua, huyu kaingia juzi tu huyu, mbona hapa amekuwa hivi, wanajua nimeacha nchi itulie kwanza, watulizane, lakini ungeona hapo kama kama ungeona ndio, hatuwezi tukaenda na utaratibu wa kudanganyana kuta kijana wa form 4, eti anamiliki ghorofa, amepataje? Afisa anayelipwa mshahara ulio sawa yeye yuko huko kwenye leseni, alafu yeye anaona na, tu anamea tu anamea tu. Mashirika ya umma hivyo hivyo, utakipewa shirika la umma linakuwa, inakuwa, inakuwa shirika la familia. Hmuuu, kwako huku hamna watu wanaoomba kwenda kwenye haya mashirika eh? Kwa hiyo jambo la kwanza yafanyike mapitio ya haraka tamko la, la mali na madeni lililokuwa linaitwa la viongozi wa umma kwa, kwa jinsi itakavyoweza kukapcha liwe ni jambo linalohusu watumishi wa umma. Shirikisheni na wenzetu wa, wa, wa vyombo vingine, watawaambieni maeneo yaliyo pruni. Hapa nimetoa mifano tu. Washirikisheni TAKUKURU, watawaambieni maeneo yaliyo yaliyo yaliyo pruni kwenye masuala ya rushwa. Jambo la pili, matamko yale yawekewe madaraja. Ile sampling ziwe zina zina zina zina, zina, zero in, zina focus, zinaelekea zaidi kwenye maeneo ambayo tunajua, tunajua maeneo ambayo rushwa imekithiri, huko ndiko matamko mali, na kila mwaka ufuatiliaji unafanyika maeneo hayo tunayoyajua daraja la pili iliyo lile daraja la kati daraja la tatu na lile la jumla. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kwamba kwenye, kwenye nchi hii wawepo wengine wana access zaidi ya keki wanachukua na kwa niaba ya wengine alafu na wengine wakawa wanaugulia wana, wana ugumu. Kuna, kuna watumishi wa umma, kazi yao inapimika sana. Kazi yao inapimika sana mno, yani kazi yake inapimika sana, kama ni mwalimu vipindi vile vinajulikana na syllabus inajulikana na topic zile zinajulikana na asipokwenda kazini kunajulikana, yani kuanzia watoto wanaowafundisha inajulikana na kipato chao kiko fixed. Namna hiyo ndio, piteni mwaone walimu hao kipato chake kiko fixed. Na anakuwa na moyo wa kutaka mtoto ambaye ni ni, ni ni mtoto wa Tanzania mwenzake afanikiwe, anajibana hivyo hivyo hivyo hivyo, wengine anatoa na muda wa ziada. Siku hizi huenda ile ikawa haipo. Mi wakati nasoma eh, mwalimu mwali wetu ali karibia hivi anachagua, wale wal ye lengo lake tu apate watoto wamefaulu. Ananunua mafuta ya ya ya, ya kibatari ki yeye, mafuta ya taa yeye, chakula cha jioni anawaliisha, anataka tu apate watoto wamefaulu. Kwa kakipato kale kale anafanya vipindi vya darasani, anafanya na vipindi vya ziada, anasaidia watoto wa Kitanzania hana sehemu ya kupata rushwa, ni maisha ya walimu wetu. Anakuwepo mtu mwingine, kazi yake haipimiki ya sana, analipwa vizuri na bado anachukua na rushwa anasababisha uwezo wa serikali uwe mdogo, kwamba hawezi akamongezea kipato yule anayejituma kwenye, kwenye kazi ambayo ratiba yake imembana na m wauguzi, unajua shughuli ya, ku, ya, ya kuwa macho muda wote huko na mgonjwa, madaktari Na, na, na, na ugonjwa complicated kazi inapimika, udoji mgonjwa uko na mgonjwa. Vyombo vya ulinzi na usalama, nyinyi mkilala, wao wako macho, wako macho, Watanzania wote tukishalala, wao wako macho. Alafu, kipato chake hakutani na na na hii kwamba kuna mtu anaomba leseni ama kuna mtu anaomba apunguziwe nini, hakutani. Ninyi mjue kuona wazee wetu wa vyombo vya ulinzi na staff, mtu wa kawaida kabisa, alafu anashangaa kakijana kameanza juzi, hakaja hakaja budget vizuri kwamba kika, kika, staili yake ameibudget vizuri, akafanya vizuri amekutana kutana tu na, na, na iliyotakiwa iwe fedha ya kupeleka kwa, kwa wanafunzi, iliyotakiwa fedha kupeleka kwa dawa hospitalini amekuwa yeye alafu, kwenye sheria inamlinda. Uelekeo uelekeo wa sheria tumeelekeza kwa ambaye hahusiki na, na hivi vitu ama anahusika kwa magnitude ndogo. Hii iangaliwe upya, Mheshimiwa Jaji, anzisheni kitengo eh, najua mtakuwa nacho, kifanyeni kiwe active cha taarifa hizo za siri, kwamba huyu mwenzetu, mbona mwenendo wake hatuelewi. Uja, kama nilivyokuambia mheshimiwa waziri anaanza kuanzisha msako wa sekeseke ilo, nikajua ngoja tuache nchi tulie, ungeona vukuvuku vuku lake hilo. Watu wa Tanzania wanajua kila kitu, ungeona hilo vukuvuku lake. Sasa tuzibe hii mianya, na ninyi kwa sababu mmekabidhiwa jukumu ile la kuchunguza, chunguzeni chunguzeni kila moja ajaze mali zake, kila moja ajaze mali zake na nini, mchunguze against kipato chake. Kila moja ajaze na, anzeni na na na lile kundi la maeneo um, kishirikiana na TAKUKURU atawaambia maeneo ambayo ya indicators zake zinaonyesha wako juu kwa masuala ya, rush, ya rushwa mnapata lile kundi ndio linakuwa form namba moja namba moja inakuwa yale maeneo ambayo yako pruni kwenye masuala ya rushwa, ikishajazwa ikisha jazwa, jazwa. Ninyi nendeni kwenye kuchunguza kilichojazwa, je, ndio hicho hicho tu ama kuna kilichofichwa? Na baada ya hapo kilichojazwa against kipato chake. South Africa walikuwa na kitu kinaitwa Scorpion Gizu, akipita hata njia hiyo, afisa huyo, kama una uhalifu una rekodi ya uhalifu, wanakukuta hospitali, lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi, tumlazimishe sisi serikali kuogopa kugusa mali ya umma. Sasa tengenezeni zile fomu, kama kuna eneo la sheria irekebishwe haraka sana, kama kuna eneo la kanuni irekebishwe haraka sana, na ninyi pitieni ili iweze kufit utaratibu huu tunaosema Fit, utaratibu hu tunaosema. Alafu la tatu mfanye hiyo hiyo uh, automation ili hizi discrepancies nini hizo za mwaka hadi mwaka mwe mnaweza kuziretrieve kwa mfumo kwa tasi a vijana wengi sana ambao ni ni, ni, ni wataalamu wabobevu kwenye maswala ya kimifumo, maswala ya kimfumo ni wabobevu. Hizi kurani hizi, hizi taarifa hizi, ni jambo la kawaida tu unapata unachokitaka pale ambapo pana change imebadilika ghafla, ni rahisi tu kuona kwamba hapa pana pana, pana badiliko ambalo ni alarming, na na uchunguzi wa kina wa, wa eneo hadi eneo, kwa wote wale ambao wanaangukia kwenye fomu namba moja, makundi hayo yapo. Hata ukiwapitishia wananchi kijijini hivi, watakwambia makundi aina hiyo. natakapopita taasisi zingine zinazosimamia kwenye, kwenye eneo nyingine, tutaongelea yale yanayowahusu wale wengine wa upande mwingine ambao wako nje ya utumishi wa umma. Mheshimiwa Rais amesema mara kadhaa, Mheshimiwa Waziri, wewe tunakuwa wote hili la mikataba. Amesema mara kadhaa, kuna baadhi ya miradi inachelewa kwa sababu mkandarasi hawezi kutekeleza, wale walio wale, walio waliofanya taratibu za manunuzi wameshagawana hela yote. Sasa sisi tumewakamata wangapi watu wa aina hii? Kila mwaka tunajaza fomu, tumewakamata wangapi a ndo mambo ambayo tunatakiwa tujiulize. Tumewakamata wangapi? Tumewakamata wangapi wa aina hiyo? Ninyi hamjawahi kuona miradi iliyotengenezwa chini ya kiwango? Hamjawahi kuona mradi unasuasua? Mnajiuliza fedha ilishatoka, e, imeenda wapi na uchunguzi, ukitaka kumpata yule afisa muulize hata yule yule, wewe, kwa nini mradi wako unasuasua?